Ni raundi ya sita ya kombe la shirikisho la soka Tanzania maarufu kama Azam Sports Federation Cup 2016 2017, imeendelea hii leo jioni kwa timu uh, za wekundu wa msimbazi Simba kucheza na African Lyon. Mchezo huo ulikuwa wa kisasi kwa Simba kufuatia kufungwa katika mchezo wa ligi kuu ya soka Tanzania bara mzunguko wa kwanza, kipigo ambacho kilivunja rekodi ya Simba kutofungwa mechi kadhaa za ligi na vijana hao wa Lyon wakaibuka ushindi wa bao moja kwa bila Simba licha ya kucheza kandanda la kuvutia na kuadhibiti wapinzani wao kwa kila idara, walisubiri kupata bao hilo hadi kipindi cha pili kufuatia gonga maridadi ya mshambuliaji Ibrahim Ajib na Saidi Ndemla kabla ya mpira kumfikia mfungaji Laudit Mavugo kunako dakika ya hamsini na sita. Lyon nao walijibu mashambulizi katika dakika za sabini baada ya kufanya mabadiliko ya Uh, wachezaji kadhaa, unaweza ukasema. Lakini ngome ya Simba pia ambayo ilikuwa chini ya beki Abdi Banda ilikuwa imara, ambapo hadi dakika tisini za mchezo huo, Simba mnyama aliibuka kwa kuunguruma na ushindi wa bao moja kwa bila. Kwa matokeo hayo, sasa Simba wameitupa nje mashindano timu hiyo ya African Lyon na wao kusonga mbele katika michuano hiyo.